Hii ni Knews habari. Jana nilimsikiliza kijana wangu mmoja anaitwa Zitto Kabwe. Alikuwa anaongea Lindi. Anasema mzee Wasira anajua historia. Kwa nini anabishana cha Chadema badala ya, ya kuzungumza? Mimi niliwaambia tuzungumze Tundu Lissu akasema hata watatupotezea muda. Sasa mtu ana muda wake na hataki upotee we umlazimishe kupoteza muda wake wa nini? Kwa hiyo sisi tunawaambia wakiwa wana jambo na linazungumzika na linawezekana waje tuzungumze. Hawataki kuzungumza, sasa wanasema hayo mabadiliko wanayoyataka wao, ambayo mimi siyajui na hawajapata kuyasema. Tena leo nataka niwaambie, mtuambie nini hasa mnataka maana no reform, no reform. Reform nini? Tumesha reform. Watuambie, wawaambie wa Watanzania kitu gani hasa? Hawasemi sasa, na wanachama wao wameanza kuwageuka, maana wanachama wao nao wanataka udiwani hata kama sijui wataupata, lakini kuupata ni majaliwa, lakini unawapa uhuru wa kugombea sheria ya, ya, ya uchaguzi inasema watu wajiandikishe. Wamejiandikisha, hajajiandikisha na huo ni uchaguzi, ndio mwanzo unavyoanza ukishajiandikisha, ndio uchaguzi umeanza, au sio? Ndio sasa unahuzuia, mbona ukuzuia kujiandikisha? Na CHADEMA mawakarao walikuwa kwenye vituo, wanatazama nani anajiandikisha. Sasa walienda kwenye vituo kutafuta nini? Kama haupo hakuna hoja <laughs> Unajua, kama huna hoja unaweza ukapiga kelele tu, na kelele haiwezi kuwa hoja, unajisemea tu mama. Tunamwambia uchaguzi ume... Dar es Salaam pale wamejiandikisha mpaka watu wameomba ume... ume... siku zaidi, maana yake wako tayari kwenda kupiga kura. Huku walishajiandikisha siku nyingi, wagombea wameanza kupatikana kwa vyama vingine. Sisi m tayari tunao tuna mgombea urais na mwenza, na baada ya miezi mitatu ijayo tutaanza kupata wagombea wa ubunge kwa kufuata utaratibu niliokwisha waeleza. Uchaguzi ndio sasa watazuia sisi kupata wagombea? Kwa hiyo tunawaambia jamani, tuambieni. Halafu nawauliza mnasema mtazuia uchaguzi, mnatumia mbinu gani kuzuia uchaguzi? Katiba ya nchi hii inasema uchaguzi wa Tanzania hauwezi kuahirishwa, iwe mvua iwe jua, lazima tukachague. Muda ukifika, tunaenda kuchagua. Tunawauliza, mtazuia uchaguzi namna gani? Hawasomi, hawasemi njia watakazozitumia. Kwa hiyo tunamwambia uchaguzi utafanyika, na kama ana matatizo ayaweke hadharani, aiambie tume. Kama haiamini CCM aiambie tume ni nini tatizo lake. Eh, nisikia Zitto anasema kuna chama, kuna kikao kinaitwa TCD. Sisi ni wanachama wa TCD, hatujakataa kikao na, hatu na mwenyekiti wa TCD ni mwenyekiti wa Chadema. Akiitishe sisi tutaenda. Maana sisi watu wa amani, sisi hatutaki uh, shari. Hii ni Knews habari.